Mahubiri atakoma, imani itakoma, kukemea pepo kutakoma, lakini kusifu kutadumu milele. Tunafaa mazoezi. Ukishindwa kuimba kanisani, mbinguni utaimba. Hebu jiulize tu, si Mungu atusaidie, tungeweza kuwa wanakwao wote tukajifunza kuimba eh? Kwa sababu kazi itakayo baki, hakuna cha mitume, hakuna cha manabii, hakuna cha maaskofu, utakuwa tu una waimbaji. Amen. Na waimbaji, naomba Mungu anisaidie kwenye hiyo kwaya ya mbinguni nisikosekane. Hey, hata kama nitaka kule nyuma kabisa, lakini niimbe kule mbinguni. Amina. Tumesikia mahubiri kwa njia ya nyimbo tumesikia kutiwa moyo, kufarijiwa, kuhimizwa, kuonywa, yani yote yako katika nyimbo ambayo tungekaa hapa na mhubiri asijua na vipindi viwili tusingeyapata yote, lakini yote tunayapata kwa sababu wahubiri wako waina nyingi kufikisha ujumbe, na katika yote hayo ni kukuonya usije ukakosa mbingu, si? Mungu atusaidie, ashukuriwe Mungu aliyetuandalia meza hii kuna neno Kennedy amesema, kuna neno wanasema Swahili, nataka nigongee, nigongee msumari au nigongee mnyundo sijui. Sasa nigongee, mtu asitudharau. Narudia tena, mtu asitudharau. Tunajua tunachokiamini, amen. Tunajua tunachokifanya, amen. Makundi alikuwa anazungumza juzi kwamba watu wanafanya matamasha kwa sababu zao, wanaimba wanafanya mambo mengi mengi wanayofanya. Sisi hatushindani na mtu, sisi hatumwigi mtu. Tunafanya kilichoko ndani ya mi wetu, mbele za Mungu wetu. Kwanza tuko hivi, ni Mungu ametufanya. Tunafanya haya tunayafanya, ni Mungu ametupa. Hata mahali tulipo ni Mungu katupa. Tuko jinsi tulivyo, Mungu ametufanya. Hatushindani na mtu yeyote, mtu. Tuseme hivi, Paulo alisema se mtu asidharau jana wako. Sasa sisi tunasema mtu asidharau. Akitudharau ni kazi bure, sisi tunaendelea na Bwana wetu. Tumekutana hapa tumsifu Mungu wetu, ili sio tamasha kama matamasha. Tuliite nini sasa? hatuna lugha ya rohoni, tuna ile tuliyofunzwa na wazee wetu, ile mama ambayo alikufundisha, uliozaliwa ukaikuta, na ya Kiswahili ya taifa, na ya Kiingereza ya kusomea, si ndizo tunazo nazo? Lakini kuna ya rohoni inatafsiriwa na Roho wa Mungu, amen. Na ndio hiyo tunatamani, tukilisikia neno tulitafsiri kwa jinsi ya Roho, amen, amen. Tunaposema mtu asitudharau, lakini tusisahau tuwe vielelezo kwao waaminio. Kuna mtu mmoja alipiga picha gari fulani, Toyota hizi V8, pia akaipiga picha ikiwa imepita kwenye tope, imechafuka sana Afa kairushi akasema, hivi hata wakikuchafua thamani yako haibadiliki. Alafu lile neno lile neno likaja kwangu kwa tafsiri nyingine, thamani yako haiwezi kupotea, kwa sababu iko kwa Mungu. Yeye ndiye amekuchagua. Eti hiyo roho ni mali ya Mungu, maisha yako ni mali ya Mungu, hata huo mwili ulionao sio wako, ni mali ndio maana roho wa Mungu anakaa ndani yako. Wakikuchafua hawapotezi nukta ya thamani yako machoni pa Mungu. Ndio maana tutasema mtu asikudharau. si fahari jamani, jina lako limeandikwa na Mungu mwenyewe kwenye kitabu cha uzima? si Mungu atusaidie tudumu hapo, siku moja tumwone Bwana Yesu. Na nafikiri naamini atakayesoma majina na kule mbinguni, sio makundi sio Ngomuo, uhm sio uhm Mbumi, sio Kene, sio Alexi. Kuna atakaye soma. Mnamfahamu huyo mtu? Sio ni mtu wa ule Bwana, tuseme nani? ni Yesu mwana wa Mungu. Atafungua kile kitabu alafu atasoma majini ameandika mwenyewe na atasoma yeah. Alafu nikuulize swali, unafikiri jina atakalokuita ni ilo ulitwa na mama yako ni lile la kwake alioandika kwenye <laughs> kitabu? Yaani, nikifikiri mambo ya mbinguni mimi siyamalizi. Ashukuriwe Mungu na atusaidie tusikose mbingu. Kuna neno wa Swahili wanasema piga ua, <laughs> lakini shikilia nini? Uzima wa milele.